Mauaji ya kusikitisha ya watoto watatu Mbeya yahusishwa na uwizi wa ng'ombe. Tukio la kutisha lililotokea kusini mwa Tanzania limeacha majonzi na mshangao mkubwa kwa jamii, baada ya mwanaume mmoja kukamatwa kwa tuhuma za kuwaua kikatili watoto watatu wa familia moja kabla ya kuiba na kuuza ng'ombe waliokuwa wakichungwa ni watoto hao. Tukio hilo limetokea katika eneo la Matundasi, wilaya ya Mbarali, mkoa wa Mbeya, na limezua maswali mazito kuhusu usalama wa maeneo ya vijijini, wizi wa mifugo na ulinzi wa watoto. Mtuhumiwa, aliyetajwa na Jeshi la Polisi kwa jina la Dotto Lubogeja, anadaiwa kuwaua watoto hao, wavulana wawili na msichana mmoja, wenye umri kati ya miaka minne hadi minane 8, kwa lengo la kutekeleza mpango wa wizi wa ng'ombe. Polisi wamesema kuwa baada ya kuwaua watoto hao, mtuhumiwa aliiba jumla ya ng'ombe 15 na kuwauza kwa ajili ya kujipatia fedha. Watoto waliopoteza maisha na mazingira ya tukio. Watoto waliouawa ni ndugu wa familia moja: Petro Amos miaka nane, Sam Amos miaka sita, na Nkamba Amos miaka minne. Walikuwa wakazi wa kijiji cha Matundasi ambako ufugaji wa ng'ombe ni chanzo kikuu cha kipato kwa familia nyingi. Siku ya tukio, Watoto hao walitumwa na familia yao kuchunga ng'ombe karibu na makazi yao, jambo ambalo ni la kawaida katika jamii za wafugaji vijijini. Kwa mujibu wa taarifa za polisi, mtuhumiwa alikutana na watoto hao wakiwa peke yao kisha kutekeleza mauaji ya kikatili kabla ya kuwachukua ng'ombe waliokuwa wakichungwa. Baada ya tukio hilo, alificha ng'ombe hao katika nyumba ya mjomba wake iliyopo Matundasi Ba, huku akianza mchakato wa kuwatafuta wanunuzi. Jeshi la polisi lilifanikiwa kurejesha ngombe wote 15 pamoja na kiasi cha shilingi milioni 5.1, fedha zinazodaiwa kupatikana baada ya kuuza mifugo hiyo. Pia mjomba wa mtuhumiwa Masoud Kurwa alikamatwa kwa tuhuma za kushiriki kuficha ngombe waliokuwa wameibwa. Hatua za polisi na sababu ya uhalifu. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya aliyekuwa kaimu, Wilbert Siwa, alisema polisi walichukua hatua za haraka mara baada ya kupata taarifa za tukio hilo. Alibainisha kuwa uchunguzi wa awali unaonyesha tamaa ya mali na kutafuta utajiri wa haraka kuwa chanzo kikuu cha mauaji hayo. Kamanda Siwa alisisitiza kuwa jeshi la polisi halitasita kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya wahalifu na akaonya wananchi kuachana na vitendo vya uhalifu vinavyoendeshwa kwa tamaa ya fedha. Alisema mauaji ya watoto ni kosa kubwa na lisilokubalika katika jamii yoyote. Mshtuko na hasira ya jamii. Tukio hilo limeiacha jamii ya Matundasi katika huzuni kubwa. Wakazi wa eneo hilo wamesema hawajawahi kushuhudia ukatili wa kiwango hicho, hasa ukilenga watoto wadogo wasio na hatia. Wakazi wengi wameeleza hofu juu ya usalama wa watoto wao, huku wengine wakitoa wito kwa serikali kuimarisha ulinzi na doria katika maeneo ya vijijini. Mkazi mmoja wa kijiji hicho alisema kuwa tukio hilo halijaua watoto pekee bali limeharibu matumaini ya familia na kuacha jeraha la kudumu kwa jamii nzima. Wito umetolewa kwa mamlaka kuhakikisha sheria zinatekelezwa kikamilifu ili kuzuia vitendo kama hivyo kujirudia. Changamoto ya wizi wa mifugo Tanzania. Ingawa tukio hili ni la kusikitisha kwa kiwango cha juu kutokana na mauaji ya watoto Wizi wa mifugo ni tatizo linaloendelea katika maeneo mengi ya vijijini Tanzania. Ng'ombe ni mali ya thamani kubwa kiuchumi na kijamii, na wizi wake mara nyingi husababisha migogoro, umaskini na hata mauaji. Katika baadhi ya maeneo jamii zimekuwa zikiunda mikundi vya ulinzi shirikishi ili kulinda mifugo yao kutokana na wizi, ila changamoto bado ni kubwa kutokana na upungufu wa rasilimali Umbali wa maeneo ya vijijini na mtandao wa wahalifu wanaopanga uhalifu kwa umakini. Mtazamo wa kisheria na mustakabali wa kesi. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, wizi wa mifugo ni kosa kubwa linaloadhibiwa vikali na mauaji, hasa ya watoto, yanabeba adhabu zaidi. Inatarajiwa kuwa mtuhumiwa atakabiliwa na mashtaka mazito ikiwemo mauaji ya watu wengi na wizi wa mifugo yanayoweza kusababisha kifungo cha maisha. Wadau wa haki za binadamu na maendeleo ya jamii wanasema kuwa pamoja na utekelezaji wa sheria, suluhisho la kudumu linahitaji pia fursa za kiuchumi kwa vijana, elimu juu ya madhara ya uhalifu na kuimarishwa vya mifumo vya ulinzi wa jamii. Wakati kesi hii ikiendelea katika vyombo vya sheria, vifo vya Petro, Sam na Nkamba Amos vinaendelea kuwa kumbukumbu mbaya kwa taifa. Tukio hili linaonyesha hatari zinazokabili familia za vijijini. Athari za tamaa ya mali na umuhimu wa juhudi za pamoja kulinda maisha ya watoto na kudumisha amani na usalama katika jamii.